Bana, kuna video ambayo ina trendi kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha Diamond akifanya uh, interview na mshikaji mmoja ambaye ni TikToker pale Marekani. By the way, Diamond bado yuko nje ya nchi ajili ya kulipambania taifa la Tanzania hasa kwa upande wa music. Jana alikuwa kwenye fashion week, alikutana na washikaji wa kina Rema na wasanii wengi wakubwa na kina Rihanna na vitu kama hivyo. Na kuna picha ambazo zilionekana akiwa anaongea na, na, na uh, video ambazo zilionekana akiwa anaongea na Rema, huku Rema akiwa anapiga vitu moshi pale. Watu wengi walichukulia tofauti kwamba kama labda dogo hana nidhamu, lakini huenda ikawa sio hivyo lakini Diamond mwenyewe akachukulia poa. So kuna interview moja ambayo amefanya Diamond Platnumz na mshikaji mmoja ambaye ni TikToker. Uh, watu wanasema kwamba Diamond hawezi kuongea Kiingereza. Mimi sitaki kuongea sana, nataka nikuonyeshe hii video alafu turudi sasa tujadili, je, ni kweli Diamond hawezi kuongea Kiingereza au inakuwaje? This Swish, we in New York come here with. Let's get. We in New York come here with. You say what? I say yo, it's your boy D Swish. We in New York come here with.

Sawa, wapata nafasi ya kuona hiyo video ambayo Diamond uh, amefanyiwa interview na mshikaji, na baadhi ya maswali ambayo mimi fasta, fasta najaribu kuyakumbuka hapa, ambayo jamaa alimuuliza, je, jina lako ni nani? Lakini namna ambavyo alimuuliza ni kama kwa njia tofauti kidogo, mimi mwenyewe sikuelewa kusema laki. Kuna kwa sisi ambayo tumejaribu kwenda shule kidogo kwa mbali kuna unajua kuna aina mbili za Kiingereza, kuna British na American English, ambapo British ndio ile ambayo tunafundishwa darasani, lakini ile American ndio ile wale ma black Americans na hata maa, na huyu jamaa na alikuwa anajaribu kukiongea, so ndio maana hata Diamond hakuweza kuelewa vizuri. Ndio maana baadaye mwisho wa interview ukaona kwamba kuna mdada ambaye alikuwa na Diamond akamwambia bwana, inatosha. Alimuuliza kwamba alimwambia kwamba hii interview ni kwa ajili ya nini, akamwambia hii interview ni kwa ajili ya TikTok. Akamwambia basi inatosha, interview kaishia hapo. Ila Wakenya wamejaribu kushikilia bango na kusema kwamba Watanzania hawawezi kuongea Kiingereza na mfano halisi muonekana kwa Diamond. Mimi nikasema sio mbaya, anajaribu kupitia maoni ya watu mbalimbali mbali, uh, ambao wa maarufu kwenye mitandao ya kijamii na kwenye comments za mashabiki tuone waa-wanazungumziaje hili swala. Kuna mmoja hapa anasema uh, Diamond hakushindwa kuongea Kiingereza. Diamond alishindwa kutafsiri accent ya huyu jamaa. There is absolutely nothing wrong with that. We we are proud of you Diamond. Wakenya wanatumia hii kama njia pekee ya pekee tukuona our boy, but guess what, we will defend you at all, at all all costs o, lakini mwingine huyu inaonekana ni Mkenya anasema kwamba anaitwa African Prince, anasema in short, kaibisha taifa kwa kweli. Msanii mkubwa, then usijue brand gani ya nguo unavaa is ridiculous. Lakini kingine huyu anasema hell no moon coast cold at me yeah, vitu kama hivyo lakini huyu mwingine anasema hiyo ngeli ya wapi mazee? Watu wengi wanaonekana imewachanganya hii Kiingereza. Huyu mmoja anasema nimeona hiyo hiyo video hadi mimi Mkenya sikuelewa Diamond anaulizwa nini, as if they were not speaking in English. So haya ni baadhi ya maoni ya watu ambao waliweza kuitazama hii interview ambayo Diamond aliweza kuhojiwa na hakuweza ku, hawakuweza kuelewana na mtu ambaye alikuwa anafanya interview. Wewe niambie maoni yako ni nini kwenye comments baada ya kuona hii interview? Unadhani ni kweli Diamond hako hawezi English au unadhani wewe wewe hii hi, English umeielewa vipi wewe? We. Au tuendekee kwenye comments vitu ambavyo maneno ambayo, ambayo jamaa alimwambia Diamond na hakuweza kuyatafsiri. Wewe ni maneno gani ambayo umeanza kuyasikia kwenye hii interview? Mimi naitwa Tony. Usahau kubonyeza like, subscribe hapo chini. Drop comment yako alafu nitapitia nayo bye bye. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha unamaliza alama subscribe hapo chini. Asante.